Uok songo ka ata kama mnatoka hapa kwa boma ya kusongo utem bede e kodwa piny mondo puodhru kwa kodwa maber mjaribu kukana sisi kidogo mtufundishe viema mondo wangey mano en yo mangata ngata dhigo ili tujue iyo ni njia kila ambaye anaenda nayo kesa ni en ka sababu sasa mko hapa ge ngamaongeyo kama kinyne donje hakuna amba no mtu ambaye amejua kesho wapi lakini lakini mtu ataingilia wapi lakini mtu wambe

mwalo piny aorachuodho watu wetu amba achoka aorachuodho ure, uh, winjuru ni un kama owinjo bed ni utie wale wanaosoko mjoe mko wapo hapo arito joka wuono ongalo kagionge to wa, giwachni waonge na subiri wababa wangalo kama mko msene hampo aya omano wakadho hapo tunapita ya yeah. koro koro uh, jokouno ngalo uh, baba uh, uh, nikech ok diang'waritgi moloyo kanyo sababu atuwezi tukawasubiri kupitia hapo akombo ni jokaguno ngalo kitu to magie kani omera uh, mosono kwa baba hapo ndio mali pa ndugu zangu ya usongo Ndio ka eh, gibiro eh, gi moso chogruogni ingekuwa vyema kama umekuja wakasalimia mkutano akani gung'eyo kaka en eh, gima nyasi kendo gimaber kanijokaneruoluo si bangi sijui kama ni kile kitu vyema kama alo wajomba wameofata nyuma yakoseche e, ma in gichandruok kaka koro mera mosongonigichandruok wakati na shida kama ndugu yangu usongo na shida ngalo ne ka untie to gi wuru mos chokro teli katna ombawale wa babangolo omba kama mku, ko mkuji mku kusalimia mkutano akagi ah, onge togi wachno waonge lakini kama awapo pia waseme hawapo base ah, ah, aneno o okewa ko okewa okewa neno kai Niona dada yangu hapa, o, okay, Ndugu yangu hapa. Yeah, to, oh, Ah, wacha nabiro mako makone gweno. Nilisema nitamshikilia, ntamshikilia kuku toherego ogola inkae. Yuko wapi hapa? Takuraneni. Mbona sikuoni mara bi kae ni bwana ingene kabiro kawaya to odie ma ariewe <laughs> Sasa usidhani kwamba tunakuita kama mjama wewe, si mnyama. Nyasae be, Mungu ni mwema. Nyasae be, mungu ni mwema.

Waka, nge, waka, bae, waka, na namtambua alikuwa mtoto mzuri. Naomba Mungu wa miungu amweke mahali pazuri. A, kwa, ya, yura wa nyachula. Na muomba shangazi <muchin> yangu ambaye ni nyachula d ili awe tu ana amani kwa kupitia ndugu mkijana yake Ramos Osongo. Naomba kijana ya mjomba wangu ambaye ni Osongo ili awe na amani tu kupitia kupoteza kijana yake. Hii ilikuwa mpango ya Mungu ambaye sisi kama wanadamu hatuweze tukaizuia. Paulo so, anasema kwamba akifika kwa ile mjini wa Efeso nidana nyala beda kangima kwamba binadamu anaweza kuwa kila mzima to kadobede no ngima kamomo hata